Grace Katungo ni mchezaji mashuhuri mwenye talanta ya soka aliye na ujuzi na ustadi mwingi wa kupigwa mfano uweledi wake kwenye ulimwengu wa soka na ubora wake wa mwili bila kusahau kakamavu wake kwenye mpira na nidhamu ya hali ya juu ni baadhi ya vigezo vilivyompatia nafasi ya kujiunga na timu ya Red Sea Majestic Starlets. Bingwa huyu anatufungulia jamvi letu la Mjue Mchezaji Wako. Mimi ni Grace Katungo, nilisomea shule ya msingi ya Mbomboni nikiwa darasa la tano hapo hapo ndipo nilipoanza kucheza mpira. Saa hii niko na miaka ishirini na mitano. Je, safari yake ya soka ilianza lini na ni nini kilichompatia msukumo wa kupenda mpira kiasi cha kwamba yeye na soka, soka na yeye? Kitu chenye kilinifanya mpaka nichague football. Nilianza kuwa shabiki kadri venye ninashabikia mpira hapo ndipo wazazi wangu pia nao walianza kunipea motisha wenye, uli, wenye, uli, wenye ulikuwa na manufaa zaidi. Wakaanza kuninunulia jazi viatu, socks na kuanza mazoezi ambayo niliendelea, niliendelea na mazoezi yangu polepole pole, hadi hapo ndo nikaona bora niwe mchezaji. Motisha kutoka kwa wazazi wake ndiyo imekuwa nguzo muhimu kwenye safari yake ya kandanda. Grace analimbikiza sifa kedekede kede kwa familia yake kwa kuwa nyuma yake katika safari hii ya soka. Support yangu kwa familia yangu iko hali ya juu, maana kila mmoja anafurahia jinsi ninavyocheza. Na kwa familia yetu mimi ndo mwanamke peke yake mwenye huwa nacheza football. Mbali na msukumo wa wazazi wake, Grace anasema ametiwa moyo wa ujasiri na Jacob Hari Magwaya, ambaye huvalia jezi nambari tano na kusakata mpira kama mlinzi. Nilikuwa shabiki wa Manu na mwenye nilikuwa namwangalia zaidi ni hiyo ni, ni Magwaya. Magwaya ndo alikuwa kama anacheza, yeye ndo likuwa kiungo muhimu kwangu kumwangalia zaidi. Anapania kufika viwango vya mchezaji huyu wa Manchester United, ndiposa wenzake wakambandika jina Magwaya. Venye ninacheza mimi ni kama vyenye Magwaya anacheza, kwa sababu nilipenda Magwaya, ule ukakamavu wake katika mechi yenye huwa anacheza na bidii yake ndio ilifanya mpaka nichague kwa dina lenye ninafaa kwa Magwari. Grace anawashangaza wengi kwa ujasiri alio nao mara tu anapoingia uwanjani na kubadilika kuwa mbogo kwa kuwazuia wapinzani wake kupenya na kutikisa wavu ya timu yake hali ambayo imemfanya kuwa mlinzi bora na kuipa timu yake sifa ya kuwa na walinzi wakali kwa mechi zote wanazocheza. Licha ya uzoefu wake katika safu ya ulinzi, kuna mshambuliaji mmoja ambaye bado anamhangaisha kila wanapokutana kwa mechi. Straika mmoja kutoka Marine anaitwa Pendo. Yeye ni mtu mwenye mbio, mwenye ubunifu wa hali ya juu mwenye kizuba zuba anakupunguza na anakupita. Mbali na soka, Grace anapenda sana mziki wa Bongo na huwa anamfuatilia sana mwanadada Zuchu. Napenda msanii Zuchu, mwenye wimbo wake sijui vizuri, lakini kisehemu kidogo tu, japo kanyimwa sauti ya kuimba hapa anajaribu kukariri maneno ya Zuchu. kuna venye utimamu unanikosha na kuiga salam mi naitwa adhiki kwaram. Mwanadada huyu ambaye si mwingi wa maneno, pia anapenda sima na nyama. Grace anashukuru wasimamizi wa Majestic Starlet kwa kumpa fursa ya kuonyesha kipaji chake na kukuza talanta yake. kitu yenye ilinifanya nijiunge nayo kwa sababu timu ya kule kwetu ilikuwa tunabaguliwa. Kochi wetu alikuwa mkono wa birika, yeye alikuwa anataka kujinufaisha yeye mwenyewe, isipokuwa sisi wachezaji. Ndipo niliposikia fununu ya kuwa kuna Red Sea Majestic, mimi pia nikatamani kujiunga nayo. Anaomba wafadhili wengine, hasa maeneo ya mashinani, wawe na utu na kuhakikisha misaada wanayopata kwa ajili ya wasichana inawafikia walengwa. Athari yenye ilikuwa inaniumiza inani zaidi ni ile kubaguliwa, kwa sababu yeye vitu tulikuwa tuko navyo lakini anavichukua anaviuza anamwekea vitu kidogo, naambiwa tumeletewa hivi hivi na hivi. Yani alikuwa mchoyo mtu mwenye ubinafsi mtu mwenye alitaka kujinufaisha yeye peke yake kuliko wachezaji. Kilio cha Grace ni kuona wafadhili wanaongezeka na kumshika mkono ili kutimiza ndoto yake ya kuwa refa siku za usoni. Nataka ni kuwe refarii, mi pia talent yangu iendelee kuonekana zaidi, venye niko saa hii, hata kama niko na umri wa juu zaidi, pia nionekane nikiparticipate nisilaze damu. Ukistaajabu ya Musa, utaona ya Firauni. Grace, akiwa kama mlinzi katika timu yake, anatamani kupata bahati ya kutikisa wavu ya wapinzani wake pindi tu atapata mwanya wa kupenya au kupiga kombora hadi golini sijai funga maana sijai cheza huko mbele, na natamani pia nifunge, ili pia mimi nipate zawadi na hisi uchungu, kwa sababu naona kama ile nafasi kubwa zaidi mwenye amesaidia mpaka huku nyuma hamkufungwa ni defense. Ingekuwa defense haiko hai ngangari, ama ngumu, ama kitu yenye hawalegei nyuma, ndo huwa inafanya mtu kufungwa lakini kama, kama defense ni ngumu na mtu mwenye atapita hapo, unapita na yeye haumchekelei. Hiyo ndio huwa nafurahia, lakini mtu wa, mtu anazawadisha wale wenye wamefunga, wazawadi pia hawa wenye wako nyuma pia kwa sababu wameng'ang'ana zaidi kuliko wenye wamenini mbele vilevile. Angependa kujiunga na timu ya taifa Harambee Starlets baada ya kuondoka kwani amekuwa akiimezea mate kwa muda mrefu na atafurahi iwapo atapewa nafasi hiyo. Je, ni vigezo gani ambavyo mchezaji mzuri anastahili kuwa navyo? Unageuza una nguo za mazoezi, unaanza una warm up kama ni lap kumi ama tano. Ukifika hapo una stretch, ukimaliza ku stretch unapiga pass and follow, una control ball, unapiga um, pasi vizuri pia inastahili uwe na nidhamu, uheshimu wakubwa, uheshimu coach. Hata mtu mwenye amekupita umri pia lazima muheshimu, hata kama ni mchezaji mwenzako. Kwa wale chipukizi wanaopania kuwa wachezaji bora wa kandanda, Grace anawashauri, football si rahisi, ni kujitolea. Uwe mvumilivu, pia kiungo muhimu uwe na nidhamu. Kitu chochote utakachoambiwa ufuatilie, usiwe mtu mwenye kubishana bishana, ujitolee kwa lolote lile, ili uweze kufanikiwa katika futiboli. Kwa mfano kama mnacheza, mko kwenye mechi timu tofauti, kuna kuumia, waweza umia, ushindwe, ushindwe kucheza kusaidia hiyo timu ili mpate ushindi. Pia kuna ile kubaguliwa kijinsia kwa sababu wanawake mwanzo inye walikuwa hawastahili kucheza mipira yenye wanaume walikuwa wana wanacheza. Purity Zawadi, Majestic Digital TV.